Yaani hapo ni ibada, kama kwana nilikuwa nawaambia, unatakiwa ufurahi, uipende ibada ibana. Haleluya, unatakiwa ufurahi, uipende ibada, na ukitoka pale utakuwa umebarikiwa sana miiinde

ibada hii na kulifunza neno lako ninaomba uweze kutubariki, kutugareki na mimi nitumie kama chombo katika jina la Yesu, amina. Ninafahamu sehemu kubwa ya wanafunzi wako fidi na wengine wako naita ni. Eh, mwambie ninawaombea. Bwana asifiwe na nini, pia mkiondoka, wengine nitakuwa nikiwaombea e, kila siku nikipiga magoti kwenye maombi yangu ninawaombea, na hata leo ni mi, siku ya kufunga nami pia ni miongoni mwa waliofunga, nimewaombea Bwana asikie. Amen. e, haijalishi hali yangu ikoje mimi nafunga Eh, nafunga tu. Kwa hiyo ninawaombea na nitaendelea kuwaombea na kuatia moyo. Jioni ya leo somo linasema ni sawa tu wakati mwingine kuwa jinsi inaeleweka vizuri e, eh? Eh, ni sawa tu wakati mwingine kuwa jinsi mimi Huwa ninapenda watu ambao ni halisia. Yaani kwa mfano natolea mfano, ukija kwangu ukasema mimi ni mwizi, yaani wewe ni mwizi, nitafurahi kwa sababu umekubali kuwa we ni mwizi. Kwa nini mwiz. Kwa, kwa sababu umeonyesha kabisa unahitaji kusaidiwa na kwa sababu nimekubali mimi, nitatimia njia zote kuweza kumsaidia. Hili watu wa afya, ninaamini mgonjwa anayekwambia ukweli anakusaidia kuweza kumsaidia kumtibu, si kweli? Kumsaidia you say you, you treat sa, si sindio? Yaani kumpa tiba sahihi. Kama mgonjwa akija kwako asipokueleza uhalisia, asipokueleza ugonjwa wako kiundani, hawezi kumsaidia vizuri. Kwa vyote vile unaweza ukafanya ndivyo sivyo. <laughs> Na wako wengi ambao hawajasaidiwa kama wagonjwa kwa sababu hawajakuwa halisi. Mimi ni mchungaji na pia ni mshauri, mshauri eh, wa Kikristo. Nimekutana na watu wengi, watu wengi sana, hata hapa miongoni mwenu, wale ambao walikuja kwangu wakaniambia uhalisia kitoe majibu, nasaidiana nao kutoa majibu. Nimewasaidia na wamekuwa kuu kweli kabisa, kwa sababu walieleza jinsi walivyo, na mimi kwa kutumia tu mwelewa wangu kwa kushirikiana nao, kwa sababu wamekuwa wazi, nimeweza kusaidiana nao kutoa katika changamoto mbalimbali kwa uhalisia kabisa eh, kwa uhalisia kabisa, kuna mgonjwa mmoja ambaye yeye alisema ali, ali, ali, ali, ali kabisa, eh, nimepata baada ya ushauri wa mgonjwa. Akasema kabisa, mimi niko hivi na hivi na hivi, lakini nina imani al kabisa, alikuwa anafanyia operation alikuwa na kansa huko, si na magonjwa gani? Alipokuwa wazi, sisi tuliomba naye tukamweleza Mungu lile ambalo ni shida yake, lile changamoto aliyokuwa nayo, na tulipoomba kila kitu kwake, kwa, kwa madaktari kulikwenda smooth, kulikwenda sawa na alipona, alipona kabisa, alipona. Kwa hivyo Binafsi ninapenda watu mifano kama miwili leo kutoka kwenye Biblia. Kwa mfano yule mwanamke Msamaria, mwanamke Msamaria, nadhani kwenye Yohana sura ya nne hivi ama ya tano, kama asingekuwa wazi kwa Yesu, asingefungua moyo wake kwa Yesu akasema ukweli kwa wansia kabisa, ewe, unataka niwaambie, mnadhani yule mwanamke aliyepata usaidizi asingepata usaidizi? Na alikuwa wazi, akajifungua kwa Yesu vizuri, akasema mimi kweli kwa kweli nimezini na watu, na wanaume na kweli hata niliyekuwa naye ndani hakuwa wao na kabisa Yesu akasema, wewe unahitaji sana wana wasaezata. Sasa leo nataka niwape kisa kingine tena cha Ayubu. Mnafahamu Ayubu aliyoyapitia yalikuwa ni mazito eh? Ni mazito kweli. Fikiria unafiwa na watoto wako uliokuwa unawapenda, unapotelea yako yote unabaki jinsi ulivyo, alafu unabaki na mwanamke, mwanamke mwenyewe ndiye alikuwa ni ovyo kabisa, alafu na marafiki ambao ungetegemea kufariji nao alikuwa ni wa ovyo. Unajua wanasema wakati wa changamoto na mapito, kama likuwafulia asubuhi, ndio utajua marafiki wa wa kweli yani, mtajua rangi ya rafiki yako wa kweli saye, wakati wa matatizo. Na mtu mmoja alisema kati ya marafiki kumi unaweza ukabaki na mmoja, ama wangapi, wawili, lakini kuna mmoja ambaye hatowai kuacha, anaitwa Yesu Bwana yeah. That man Jesus, he will never leave you alone. Ayubu alitegemea marafiki wamuondoa kwenye ule msomo aliokuwa nao, naykanatikaboma kweli kweli, na phobias nyingi kweli, kama post traumatic <laughs> <laughs> no nazo nini lakini hao marafiki nadhani ndio alileta maumivu zaidi kwa yeye, na ndiyo ilichangia sura ya tatu akaanza ulabente. In fact he was right kama mwanadamu alikuwa sahihi. na hata akajutia siku yake ya umbali ya kuzaliwa ya Aya kumi na moja. Ndiyo somo langu linatoka hapa. Na no, nimesema e, ni sawa kuwa jinsi nilivyo. Wakati mwingine, It's okay to it be the way you want sometimes. Aka e sema, Mbona sikufa hini tokea nyumbani? Mbona nistoke roho? Nistoe roho ro, roho hapo nilipotoka tumboni. Yani kwa nini

Nimefiwa na bibi zangu wakati mzaa baba na mzaa mama. Yusi tu hapa nimefiwa na bibi yangu mzaa mama. Nilikuwa siwezi kukaa hapa bila kupiga simu nyumbani wala kutembea kwa. Nili feel, yaani una- unafika mahali unazungumza vitu ambavyo wewe ungeelewi lakini, uhalisia na na Mungu anajua.

nikiwa hapo ofisini nasoma peni fulani ya kanisa, nikapata nchi tisa nikikaribusa, nikisoma tena nikakirudia, nikakisoma tena nikakirudia, nimewatumia hapo wale ambapo kwenye WhatsApp hili ya kukasa sikisa kizuri. Sometimes you may ask so many questions, eh? But you know that, that God has the answers for all the questions you are asking for. You Mungu ana majibu ya maswali yote ambayo unayauliza. Unalia pale unapopitia na changamoto, hata hatamjia anakuuliza, hivi hivi kweli, mimi nimekosea nini Mungu? Hata unasema kabisa hivi, kule wenzangu wote wanapata hada za shule, wanaishi vizuri

Anasema haya nne, sikiliza, nakusii nami nitanena, nitakuuliza tena, nayo niambie. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masi, kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona, kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Pamoja na kwamba pamo unakukua alisia ni kweli sawa kuwa jinsi ulivyo, lakini utakapogundua kuwa umekwenda tofauti na Mungu, muombe Mungu akusaidie. Bwana asifiwe. Muombe Mungu akusamehe. Na unajua Ayubu alikufika katika hiyo point, Mungu alimrudishia vyote alivoutogoeza

vipoteza kwa sababu ahadi zake ni za kweli, na hajawahi kuahidi uongo. Siku zote ameahidi kwenda

Muulize Mungu maswali yote unayoyahitaji Mungu atakujibu, maana neema yake ni kubwa sana kukusamehe, neema yake ni kubwa sana kusikia maombi yetu, neema yake ni kubwa sana kujibu maombi yetu. Na Biblia inasema kama namaoneshe kusikia wimbo mmoja unasema y kwamba hakuna ombi la mtu mwenye dhambi ambalo Bwana tafalii hata usikie. Na hakuna dhambi ambayo ni kubwa sana ambayo Bwana hakumsamee Jesus. Mwambie Yesu, mwambie Yesu mambo yako, mweleze Yesu. Yaani mstari na jambo matasa mda mmoja mzee shina naye asema kwamba njoni kwangu ninyi nyote novani mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Huu ni mwaliko, sio sio watu mwenye pesa ama sio na pesa, wa mchungaji ama sio mchungaji. Ni mwaliko wa watu wote, kwa watu wote. Anasema njoo niambie. Sasa kama Mungu mwenyewe anasema mimi niambie, wewe una unakuaje usimwambie mimi? E, kama wewe ni rais, mwambie boyfriend wako ama girlfriend wako, unaambia yote kutoka moyoni, na Mungu ashakwambia, niambie. Kwa nini usimwambie Mungu yote?

ogope maana ameahidi yeye mwenyewe hmm? Leo fungu mnalipenda sana wa Filipi ngapi? Filipi 4:6 inasema, eh msisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru, eh na haja zetu zijulikane mbele za nani? Za Mungu, za Mungu eh kufunguka. Yaani mlango Mungu atafungua kila kibesi, God grace. God favor. Ishafunguka kwa ajili yako. Wewe unaambiwa na wasiwasi, unatembea na mzigo, unatembea na mzigo wa ada, unatembea si na mzigo wa familia, unatembea na mzigo wa mahusiano, unatembea si na mzigo wa nani? Ah, Mungu anasema niambie mimi, wewe just kwa ansia, niambie. Unajua imalize kwa kile kisa cha yule mwanamke uh, ye yule Maria Magdalena uh, aliyeta kwa Yesu. Imesoma tena hicho kisa mchana wa leo, hata ukisoma sura nane, yule mwanamke alienda akatoa moyo wake wote kwa Yesu, moyo wake wote kwa Yesu. Vile alipotoa ale mafuta alitoa kila kitu kwa Yesu, alitoa kila kitu. Kama hisia zake alizipeleka zote kwa Yesu, yani kama akili yake alipeleka yote kwa Yesu, nguvu zake alizipeleka zote kwa Yesu. Hakuacha chochote, alipeleka kila kitu kwa Kristo, na Kristo alimsamehe, Kristo akamweka huru. Jioni ya leo nakusii na, na kukuhimiza wakati wowote, iwe ni mchana iwe ni usiku, unakupata nafasi ya kuzungumza, una usiogoku, usiogoku, na Mungu kuwa alizia, mwambie Mungu unachokitaka Bwana, bana zikueza, usiogope, usiogope kabisa na usijali, unamwambia Mungu. Mungu anajua udhaifu wetu, yani anaelewa, anatuelewa vizuri tueleo vizuri, wala usijali. Ni sawa kuwa jinsi ulivyo, ni sawa kuwa halisia ikiwa fokasi yako ni kumtazama Bwana na Bwana, nataka nikuambie neema yake itashuka kuanzia sasa kwako, atasikia na kujibu maombi yako sawasawa na mapenzi yake. Bwana walinde jioni ya leo, Bwana na matunzi jioni ya leo Bwana nuru ya uso wake jioni ya leo na awapatie mahitaji yake yenu sasana mapenzi yake. Kuomba leo koa tusimame, smamezi kuomba. Nataka Bwana awabariki, Nataka Bwana awasaidie, na tuwakumbuke tunapoomba kimoyo moyo, wale ambao amotananikatamulia kwenda huko kwenye rotation si fieldi na wengine ambao mtakwenda, wengine nimesikia bado unamtihana. Bwana aweze kuwa pamoja nanyi tu, baba yangu, kuna mungu wetu. Ninawaombea marafiki zangu ba, wengine watabaki hapa, wengine wataenda mbali. Bwana nakusii uweze kuwa pamoja nao, lakini wengine wana mahitaji ya ada mahitaji ya chakula Bwana, naomba ukawapatie katika utukufu wa jina lako. Wengine ni wagonjwa, ninaomba uwaponye katika utukufu wa jina lako Bwana. Naomba jioni ya leo tena ukaendelee kwa pamoja nasi, ukasikie na kujibu maombi yetu sana sana, na mapenzi yako, na jina lako litukuzwe sasa na hata milele, katika jina la Kristo mwokozi wetu. Amina Bwana wawil